Yes bwana, mambo vipi? Timu ya Yanga inarejea hii leo kutoka nchini Moroko, ambako walikuwa na mechi yao ya tano ya klabu bingu barani Afrika dhidi ya FAR Rabat, mechi ambayo ilikuwa ni maamuzi kwa upande wa Yanga, lakini waliweza kupoteza mechi hiyo kwa goli moja kwa bila, lakini bado hawajakata tamaa kwa sababu wanajua fika mechi ya mwisho wanatakiwa washinde huko, wakimwombea matokeo mabaya FAR Rabat mechi yake ambayo nda kucheza na Al Ahly pale Cairo. Lakini nakukumbusha tu subscribe katika peji yetu ili wawe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku. Bwana e, timu ya Yanga hii leo inapoingia jijini Dar es Salaam, ahadi kubwa ambayo wameiweka JSM e, ni kuhusiana e, na Yanga katika mechi yao ya mwisho waweze kushinda, kila mchezaji anapewa shilingi milioni 500. Hapa niko ni na mchambuzi wa masuala mazima ya michezo atagusia kuhusiana na timu ya Yanga kama inaweza kufuzu kwenda katika hatua robo fainali au wanaona inaweza ikatolewa kama msimu uliopita, mechi ya mwisho walishindwa kufanya vizuri hapa nyumbani. Kwenye kundi la Yanga kwanza, tunavyojua kabisa, mbaya wake pale Faraba ndio mtu ambaye wanafungana pale, ni watu ambao wanagombania na kufuzu. Na unaviona mimi kabisa pale Yanga kufuzu ni jambo la kuchanga tu karata, kwa sababu tunajua kabisa Farabati mechi ya mwisho anaenda kucheza na hali ya hali

ambacho ameahidi eh, bosi wa Yanga JSM ameahidi kila mchezaji atampa shilingi milioni 500 kama timu itaweza kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Zidi ya JS Kabili, au waite JS kutoka pale Algeria. Ah uh, hiyo ni morali nzuri sana kwa kuwapandisha wachezaji. Najua kabisa wachezaji lazima uwape ahadi fulani vizuri, ili wajitume uwanjani siku zote. Hata mtoto akiwa shule ukiwa uki, uki unamwekea ahadi nzuri, lazima ajitume. Kwa hiyo mimi naona kiviongozi wa Yanga wanakili sana ya kuwapa hamasa hamasa wachezaji wao, kuwapa kiasi cha pesa wakiwa wakicheza vizuri uwanjani na wakifuzu. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri sana la viongozi wa Yanga kuweka dau, ili Yanga wajitume, wapambane, sababu hiyo mechi hiyo ya Yanga unajua hiyo, kabisa hiyo mechi ni lazima washinde, lazima waoneshe uwezo uwanjani wachezaji ili wafuzu. Kwa hiyo naona hiyo mechi itakuwa ngumu sana, na naona kabisa Yanga wanaenda kushinda hiyo mechi siku hiyo hapa nyumbani lakini vile vile mashabiki wa Yanga wameomba mechi hii iwekwe bule, yani sio na kiingilio pale Zanzibar, ili wajitokeze kwa wingi, kwa sababu anajua ni mechi ya maamuzi, ni mechi ambayo ni ya do or die. Yanga ashinde ni kitu ambacho kinahitajika, ili aweze kufuzu, anatakiwa ashinde huku akiwa anamuombea mwenzake mabaya. Tunakumbuka katika mechi e, zidi ya Silver Stakers kutoka Malawi, mechi waliifanya bule, kutokana walijua fika ni mechi ya maamuzi. Je, unaonaje mechi hii e, kuwekwa bule e, mashabiki wanaweza kweli kuisupport timu yao ikashinda au mashabiki wetu hawana nguvu ya kushangilia kama walivyo Waarabu, wakipata nafasi kama hii? Unajua, tukiwa hapa nyumbani timu ikiwa inacheza nyumbani siku zote ikiwa na mashabiki wengi sana timu inakuwa wachezaji wanakuwa na hamasa kubwa sana, kwa sababu mpira pia ukiacha kucheza uwanjani ukiwa na mashabiki wengi wanakushangilia, mchezaji unatoka kujituma na kupambana sana. Kwa hiyo mimi naona JSM kufanya kitu kama hicho, mashabiki kuingia bure uwanjani ni jambo zuri sana, kwa sababu mashabiki wakiwa uwanjani wengi sana wapinzani wanakuwa wanapagawa. Kwa hiyo mimi naona jambo zuri sana walichofanya viongozi wa Yanga kufanya uwanjani wachezaji kui, mashabiki kuingia bure. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, na naona kabisa Yanga walichoamua, wamepania kwelikweli ili wafuzu kuna baadhi ya wachezaji wanaonekana wanapoteza sana nafasi ikiwemo Prince Dube. Alipata nafasi mbili katika mechi dhidi ya Falabati, kuna nafasi zilikuwa ni za wazi, lakini amezipoteza. Wewe kwa maoni yako unadhani e, mwalimu wa Yanga aanze na nani katika eneo la ushambuliaji kati ya Prince Dube Depu au Clement Mziza ambaye amelejea kutoka katika majeruhi? Unajua Depu ni fuadi ambaye amezoea kusimama kwenye box. Kwa hiyo kwa hii Yanga mchezaji kusimama kwenye box tunajua, wamepita mastreka wengi sana kama hao hawajatokea kutulia kwenye eneo kama lile kudumu, kwa sababu tunajua klabu ya Yanga, ukitaka kuwa fuadi mzuri lazima huyu naaswa kutafuta mipira. Ukimwangalia Dube, Dube ni mtu ambaye anaaswa sana kutafuta mipira akiwa uwanjani, kwa hiyo mimi naona pale Yanga naona hata kimwingiza Dube akiwa ameanza itakuwa ni jambo na na zuri sana, sana, sana. Dube ni mtu ambaye mpambanaji, hata tunaona mechi ya juzi aliingia na kaonyesha uwezo, akagongesha miamba. hayupo aai kama mwanzo hawezi kuhimili mikiki, mikiki sababu ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo hawezi kukupa matokeo unavyotaka wewe. Lakini naona naye ni mzuri akianza hata kipindi cha pili kama Dube akichoka. Lakini namba, na, naona kabisa mchezaji wa kuanza, kuanza pale namba tisa ni Dube. Dube akianza atasaidia sana. Atapambana sana kwa sababu ana uwezo mkubwa, anashaonesha na ashacheza mechi ngumu sana. Kwa hiyo anaweza kukusaidia kupata kitu Yanga Afrika. Lakini vile vile kuna Mohamed Hussein pamoja na Shedrack Kiboka, kama unavyojua mechi ya Yanga na Al Ahly, Shedrack Kiboka alionekana kama amechamba lakini mechi eh, zidi falaba. Ya falabat pia goli ambayo alifungwa ilionekana mpira umempita Boka Tobo. Je, unaona kama Sheda Kiboka kuna vitu ambavyo kwa hivi sasa amepunguza au amepunguza umakini? Je, kati ya Boka na Shabalala yupi awe anaanza katika mechi za Yanga? Kwa mimi kila siku naongeaga Boka ni mchezaji ambaye sawa anaweza akacheza lakini timu anazocheza nazo ni kama Mtibwa, eh, JKT ndio timu ambazo anaweza kucheza nayo. Lakini zile mechi ngumu ambazo si Yanga anataka ushindi, inakuwa ni ngumu sana ukamwanzisha Boka kwa ilitokea kwenye upande wake. Kwa hiyo mimi naona Boka afai kabisa kuanza kwenye kikosi cha Yanga katika mechi ngumu. Mimi naona mimi Mohamed Hussein Shabalala ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana, anaweza kupambana, anaweza kuifanyia kitu Yanga Afrika. Kwa hiyo mimi naviona Shabalala anapaswa aanze katika hii mechi kwa sababu ana uwezo mkubwa sana na anaweza kupambana, akafanya kitu. Hayo ni maneno ya mchambuzi wa maswala mazima ya kabumbu AJ. Eh, mdau wa soka, eh, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje kuhusiana na swala zima eh, la timu ya Yanga? Wanaweza wakafuzu au wanaweza wakaishia katika hatua ya makundi? Shusha komenti yako hapa katika comment section, vilevile usisahau kusubscribe pamoja na kulike katika page.